Ukiwa kiongozi watu wanatukana Mungu, washindwe kutukana wewe? Biblia inasema watu wakamtukana Mungu maneno ya makufuru kwenye Ufunuo, watu wakamtukana Mungu. Yaani Mungu unajua, ndio ameshika hadi hewa anayovuta, lakini watu wanaruka naye <laughs> sembuse mtu <laughs> yaani kama huwezi kukosolewa, huwezi kuwa kiongozi kiongozi ni jalala. Unaje kusikia ukubwa jalala, yani kila takataka unatupiwa wewe. Serikali ya mtaa wameshindwa kutengeneza mitaro. Barabara zimeharibika. Una, unaona serikali haifanyi kazi? Kumbe ni serikali za mitaa ndo hazijachimba mitaro. Ukiwa mkubwa kila kashfa ni yako. Kwa fao niliona watu fulani wana wanamzungumzia mbunge wa Kawe Askofu Gwajima kule, wanasema stendi ni mbovu. Takataka hizi taka hapa ziko hazijazorewa, mbunge hafanyi kazi. Sasa nika nika, nika mimi, sikuwashangaa kwa sababu wako vizuri, wanamaanisha kwamba wajibu wa serikali ni pamoja na haya, lakini wasichojua ni kwamba ngazi za utendaji zinatofautiana. Takataka taka zikiwa za mbunge, serikali za mitaa inafanya kazi gani? Sasa sio simenielewa? stendi Halmashauri inayokusanya ushuru inafanya nini na hiyo hela? Hakuna mbunge anakusanya ushuru. Wanao kusanya ushuru wa stendi ndio wanapaswa kutengeneza stendi. Kwa lugha nyepesi, mbunge kwanza sio mleta maendeleo. Mbunge ni, ni msemaji wa wananchi. Maendeleo anayaleta kwa sababu tu labda awe anajielewa. Lakini yeye amechagua tu mtu akwenda kwenda kuwasemea kwenye sheria za nchi kwamba nakataa kwa, eh, hilo nakataa kwa niaba ya wananchi wangu walionituma. Hilo mm, hilo sijali kubali, iandike kwenye rekodi kwamba sisi wa upande wa jimbo la Kawe tulikataa kupitia mimi. Mfano, tunachanjwa wote, bunge limepitisha wote tunachanjwa, alafu mtasema hamna, hamna mimi hapana, na kwa niaba ya wananchi wangu hapana. Mfano hiyo, maana yake amefanya wajibu wake tayari. Maendeleo yanategemea pesa. Hakuna mbunge mwenye mfuko wa pesa wa kwake mbunge ana mfuko wa bunge ambao wa mbunge ambao una viera vidogo haviwezi ku, kuendeleza jimbo. Hera zinatoka serikalini, akiwa na akili ndo anakuwa anazi, anazifuatilia zile hera, anakuwa mfuatiliaji, anaacha hadi majukumu yake bungeni, anakuja kufuatilia halmashauri, ila ni kama ametoka hata kwenye jukumu lake, ataonekana snichi mfuatiliaji. Jamaa anajileta kwenye vitu ambavyo sio vyake, kwani anaingilia muhimili usio kuwa wake Najaribu kuonesha ila mjinga anakuambia hatuoni kitu, bada mambo yako vile vile <laughs> wewe ujui ujui ujui ufutawara ulivyokaa ujui, ujui. Kwa najaribu kuonesha kwamba ukiwa mkubwa, rawama zote unapewa wewe. Watu wamekuta uchafu aujazorewa na, na watu watakataka, wanasema unaona mbunge mbunge gani takataka ziko hapa, angalia angalia angalia, nzi wanaruka mbunge ameshindwa kazi, umeelewa? <laughs> <laughs> nakupa sasa, yeye atoke aanze ku aende amfunge am yule aliyeongea, mpiga debe aliyeongea, amkamate rara ndani kama siku saba kwa kujaribu kunigusa mbunge ah. Ukiwa kiongozi huwezi kukwepa. Sisi viongozi wa, wa makanisa tuna mengi, mimi nimetrain wachungaji 68. tuna makanisa 42 matawi kwa hiyo ninaelewa, yaani mchungaji unamtendea mema, unampeleka wewe mwenye. wewe kwanza ndo wewe ndo unaimwambia alichobeba. <laughs> wewe ni mchungaji, una kitu cha Mungu ni mchungaji, unamwekea mikono anakuwa, unamtambulisha kwa watu, anakuwa mchungaji na anaheshimiwa kama mchungaji. Unamchukua, unampa tawi, unamsimamia mpaka linasimama, unakwenda unafundisha semina au au mkutano, linasimama, linakuwa tawi rasmi wakati anajipigapiga wewe unakuwa unampa viherahera vya kujikimu vya kwake pa kulala, na bado akitoka anasema, ah, yule hamna kitu, ni mzinzi. Sasa tungewaua sasa wangapi kama sisi? Na sisi tungesema tuuwe. Sasa kiongozi lazima awe na msuri wa uvumilivu, bila hivyo hakuna uongozi hapo. Kiongozi lazima awe mvumilivu. Uwezi uvumilivu, katafute kazi nzuri ufanya, ufanya biashara, una shida, unahitaji uvumilivu. Unavumilia hasara peke yake hilo <laughs> ukijiingiza kwenye watu Msa na, Msa na hakuna. Biblia inasema kuwa na mtu mpore duniani kama Msa. Biblia inasema yani Mungu alifanya sensa ya upore duniani, akagundua namba moja ni Msa, yani Msa yani, ana, ana baya na mtu lakini bado watu walikoma naye wakamkwaza mpaka akavunja mbao. Msa mtu mpore kuliko wote duniani, Kizungu anasema mtu mnyenyekevu kuliko wote lakini bado kuna watu walimkera Msa. Uwezi ukakwepa mtu mpore kama Msa, watu wamemchokonoa baba watu. Ana kigumizi maneno yenyewe, anakija kumaliza sentensi dakika nzima, msirudie baba watu, anamchokoza mpaka kigumizi kinapanda huyu hapo, Musa alikuwa mpole zaidi ya wanadamu, lakini watu walimchokoza hadi. Mtu mpole uwezo ukawa kiongozi kama ufahamu yote haya. Ndio maana ni muhimu sana, wachungaji, mashehe na watu wengine wawafundishe watu neno la Mungu, wawafungulie. Yani kabla mtu ajawa kiongozi wa kisiasa, au amebobea kwenye neno kwanza, au kwenye misahafu kwanza, kwa sababu akiwa amebobea kwenye hayo, ile itakuwa akitaka ku, ana, anakuwa na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu, hofu ya Mungu inambana. Tofauti na hapo. Eh. Ukienenda kwa hisia tu utatenda mambo ya ajabu sana. Utatenda mambo ambayo hujawahi kufikiria. Nipe kizungu uone. Anasema alikuwa mtu mwanadamu mpore kuliko wote juu ya uso wa, wa dunia sio n, sio nchi nchi manake dunia nzima wakatuo. <laughs> Hakuwa na mpole kama Musa, lakini bado watu walimchokoza mpaka akaomba kwa Mungu, Mungu ingilia kati na ijulikane kama kweli mimi ni mtumishi wako, na hawa wajinga wanaonisumbua, ya kwamba mimi niko sahihi, wao wako sahihi, ardhi zigawanyike. Ikiwa mimi na makosa nizame, ikiwa wao wana makosa wazame. Musa, ilibidi aombe kwa Mungu, sio sio yeye alichukua tu, aliomba Mungu, akasema watamchosha kiongozi wangu, akafungua ardhi wakazama wao na familia zao. Somehow. Now the man in Moses was very meek, very humble above all the men which were upon the face of the earth. The earth. earth, sio nchi, earth, dunia. Lakini bado mtu mpore hivi watu walimchokonoa, akakaa kimya, watu anaweka vidole puani. Huwezi ukaa kama utaki kuchokonolewa, usiende kwenye uongozi tena uongozi ambao meshauongeza umekuwa wa vyama vingi, siasa sijui nini, huyu anakutukania kile, huyu anakutukania kile eh. <laughs> uongozi wa kisiasa jiandae kwa matusi, kila kitu labsha, kwa sababu kule yeye anavyokupiga vile ndo anaonyesha kwamba anafanya kazi kama mpinzani, kwa sababu akikuunga mkono kila kitu maanake hakuna upinzani. Umenielewa? Sasa yaani ndo, ndo namna hiyo. Sasa kiongozi ambaye hajastadi huo ukweli hawezi kukabili hayo mambo, na sio tu kwenye siasa, ni hadi kanisani. Sisi tunapingwa hadi kanisani, sisi kani, makanisa yenyewe tunapingana eh. makanisa yenyewe tunapingana. Kanisa Katoliki ni kanisa mama eh. ni kanisa kubwa kuliko yote na ni kanisa la mwanzo kabla ya taasisi wengine, lakini sisi ukitukuta tunapinga, wana sanamu na tukuta stuko zetu bize, wanaabudu sanamu. Bikira Maria sio, sio, sio mama wa Mungu, ni mama wa Yesu wa mara moja tu. Alizaa na wadogo zake hamna, sio, sio wa kuabudiwa. Yaani utakuta sisi wenyewe tunapingana. Upinzani haufanyi nini au kuepeki, ukiwa mkubwa, ukiwa kiongozi, wadogo wanakukosoa. This is leadership.